Sasa tumesoma kitabu cha Wakorinto. So we have read the book of Corinthians. Akasema mstari wa 28. Hebu rudia mstari wa 28 anasemaje? Verse 28. What does it say? Kwa Korinto kwanza 12 mstari wa 28. Biblia inasema, na Mungu ameweka wengine katika kanisa, na Mungu akaweka wengine katika kanisa, wa kwanza mitume, wa kwanza mitume, wa pili manabii, wa pili manabii, wa tatu walimu, wa tatu walimu, kisha miujiza kisha meujiza kisha karama za kuponya wagonjwa na masaidiano na maongozi na aina za lugha. Amen. Mungu akaweka katika kanisa mitume, manabii na walimu. Sasa nataka tuangalie manabii kwa sababu hizi huduma hazijaanzishwa na mtu, Roho Mtakatifu, the Holy Spirit, na zinatenda kazi ndani ya mtu, sio ndani ya jinsia, zinatenda kazi ndani ya mtu. Tunapozungumzia nabii ni nani? When we are speaking about a prophet, what is it? Nabii ni mtu anayezungumza ukweli wa Mungu kwa wengine. A prophet is a person who speaks the truth about God to other people. Bwana sifa sana. Amen. Nabii ni prophet, mtu anayezungumza ukweli wa Mungu kwa wengine. He is speaking the things of God to uh, au other

siku za sasa for now na siku zijazo and years to come, huyo naitwa nabii. That is what is called a prophet. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Huyo ndio anaitwa nabii. That is called a prophet. Sasa je, ni wapo manabii wanaume peke yake? Are the only prophets that are men alone? Ni wanaume peke yake ndio manabii? Is it only men alone that are prophets? Sasa, kama wanawake nao ni manabii na wanatakiwa useme kweli wa Mungu. Watausemea wapi? Where are they gonna say it? Amen. Kama mwanamke anapewa kuwa nabii. If a woman is given to prophesy, kuwa unabii autotolea wapi? Kama arusiwi kuwa askofu wala kuwa mchungaji. The, pros, the apostle or the pastor. Ndani ya maandiko matakatifu. In the holy words. Ndani ya Biblia. In the Bible. Kuko manabii wanawake. There are prophets that are women. Nabii wa kwanza anaitwa Miriam. The first prophet is called Miriam. Ambaye unamkuta katika kitabu cha Kutoka. That we are seeing in the books of Exodus. Huyu Miriam this Miriam. Wakati wana wa Israel wamevuka mto Jordan. When the children of Israel, Baada ya kutoka utumwani from Misri. From coming out of the slavery in Egypt. Sio mto nani, bahari ya Sham, sorry. Sio mto Jordan. Wakati wamevuka bahari ya Shamu. When they passed the, the river. wakitoka utumwani Misri, ndiyo nabii wa kwanza mwanamke ambaye aliongoza sifa the, na alikuwa ni dada yake Musa na Haruni, ndiyo aliyeongoza sifa. Haleluya, atumwimbie Mungu kwa sababu ametukuka sana. Itaikuta katika kitabu cha Kutoka sula ya kumi na tano mstari wa ishirini, na tunamkuta kuna mwanamke anaitwa Debora, nabii Debora. Haleluya, katika kitabu Waamuzi sula nne. Asante mchungaji Mkude, kitabu cha Waamuzi unamkuta pale kuna mwanamke nabii kule Waamuzi sura nne mstari wa pili Biblia inasema, Bwana akawauza na kuwatia katika mikono ya Yabin mfalme wa Kanani aliyetawala huko Hazori na Sisera, aliyekaa katika Arosheti wa Mataifa alikuwa amiri wa jeshi wa jeshi lake wana wa Israeli wana wa Israeli wakamlilia Bwana kwa kuwa Sisera na magari ya chuma mia kenda naye akawaonea wana wa Israeli kwa nguvu muda wa miaka ishirini. Mstari wa nne: basi Debora nabii mke, mkewe Rabitoti, ndiye aliyekuwa mwamuzi wa Israeli wakati ule mstari wa tano naye mstari wa alikuwa... nne basi Debora nabii mke mkewe na Bitoti ndiye mm -hmm, aliyekuwa mu muamuzi wa Israeli wakati ule. Amen. Amen. Ukiendelea kusoma habari za Debora katika hicho kitabu cha Waamuzi sura nne, anaitwa nabii mke, it is called a woman prophet. Alifanya mambo makubwa na aliweza kuongoza wana wa Israeli kushinda vita. Lakini ukiangalia kuna manabii wengi wako hapa. Ukisoma kitabu cha nyakati wa pili sura ya 34 mstari wa 22 utamkuta kuna nabii anaitwa Hulda. You see that there is a prophetess. Ukienda katika kitabu cha Luka. The book of Luke. Ya pili. This, look verse two. Mstari wa thelathini na sita. Verse 36. Utamkuta nabii mke anaitwa Anna. You will see a prophet called Anna. Ukienda katika kitabu cha Isaiah. When you go to the book of Isaiah. Mke wa Isaya kwa nabii. Sura ya nane mstari wa tatu. The wife of Isaiah was a prophet. Isaya sura ya nane, mstari wa tatu. Isaiah verse eight, verse three. Hallelujah. Amen. Na katika kitabu cha Matendo ya Mitume. In the book of Acts, Sula ya ishirini na moja mstari wa tisa. Nisomee bibilia. Inasema mtu huyu alikuwa na binti wanne mabikira. Anzia mstari wa nane, anzia mstari wa nane na wa tisa. Asubuhi yake tukaondoka, the... tukafika Kaisaria. mm -hmm. the... Tukaingia nyumbani mwa Filipo. mm -hmm mhubiri wa Injili, Filipo mhubiri wa Injili, aliyekuwa mmoja wa wale saba. mm -hmm. tukakaa kwake. mm -hmm. mtu huyu alikuwa na binti wanne, na wanne, wanne, hey. mabikira, mabikira, hey. waliokuwa wakitabiri. mm -hmm. basi tulipokuwa tukikaa huko siku nyingi, isha isha, msala wa tisa. Amen. Mstari wa tisa. mtu aha, huyu alikuwa na binti wanne, mtu mabikira, huyu alikuwa na binti wanne mabikira, mabikira waliokuwa anayetabiri wakitabiri, ni nani? Si nabii? Sasa, mabinti wa Filipo ambaye alikuwa mhubiri wa injili, binti zake wanatabiri Walikuwa natabiria wapi? Kama mwanamke hastahili kuchunga kanisa, kama mwanamke haruhusiwi kufanya kazi ya Mungu, hawa manabii walikuwa naifanya prophets, kazi wapi? Na tumesikia kazi ya nabii ni kutangaza habari za Mungu za kweli is mbele to ya wengine the word of God that truth to other people. Kwa hiyo ninachotaka kusema nini? Yesu alipokuja kuokoa watu, hakuja kuokoa jinsia. Yesu alikuja kuokoa watu na mtu ni mwanaume na mwanamke, aliyoumbwa kwa asili ya Mungu na akavuviwa na akawa nafsi hai. Na ndio hao ambao wanastahili kuitangaza habari njema ya Yesu, na nitaka kukuambia leo hii sio semi na wanawake samani. Ningetaka kuongea sana habari ya mwanamke. Hebu wanawake jipigieni makofi mengi ninaposoma maandiko na shangaa habari za wanawake huwa nashangaa kwa sababu ukianzia Yesu katika mateso ya Yesu. When we are starting about Jesus and His ex, tunaona kwamba wakati Yesu anaenda msalabani wote mitume wa Yesu alikimbia. Ni wale wanawake but ndio waliokuwa na mfata nyuma nyuma, wakawa wanaenda kila mahali Yesu, kila hatua ya Yesu, walivyokuwa napiga, wanawake wanafuatilia kwa nyuma. Wakati Yesu anakufa pale msalabani, ni wanawake peke yake ndo walikuwa pale. Washakimbia, washa washakimbiza nafsi zao, yala nafsi yangu, yala nafsi yangu, washakimbia, hawako pale. Sasa kama wanawake tutawanyamazisha, hizo so habari tungezipataje? kama gonna, wanawake singetupa taarifa kwamba Yesu amekufa no, kaenda kushuhudia na kaburi la Yesu. Amen. Wale ndio aliona Yesu alipozikwa Wanawake ndo aliona yesu alipozikwa. Akina Petro hawakuwepo, hakuna mwanaume alikuwa pale isipokuwa mtu mmoja tu Yusufu alimataya ndiyo alienda kuomba mwili wa Yesu aenda kazikwe, lakini wengine wote walikuwa wamekimbia, hawapo tena. Wanawake ndo alishuhudia.